Abdala, Mbona hela nyingi sana kibegi, iko kibegi cha matumizi tu, vijana wangu, msiemkaniama jamani Dula. <laughs> <laughs> Eh, kwa nini unapata hela nyingi sana, kwenye gani? Mbona video kawaida za muziki, uko uwekezaji gani? Dula, mbona video za kawaida, nini unawekeza kwenye nini? uwekezaji wako mkubwa kwenye uchawi. Mimi nikijiongeza kidogo nitapata hela. Kuna vitu unatania, lakini kwenye swala hela mimi nimepitisha gari ngapi sasa? Hiyo hapo bana, ni klip ya Dula Makabila akionyesha kiasi fulani hivi cha pesa ambacho amekeka kwenye begi lake, lakini pia akawa amezungumzia kuhusiana na swala la yeye kuinvest ama kuwekeza e, sana kwenye waganga, akiwa anasema kwamba yeye hana kipaji hicho cha kumpa hela nyingi. Anafanya muziki, lakini sio kipaji chake ndio kinambeba kwenye muziki. Zaidi zaidi, anawekeza sana kwenye waganga, ndio anampaisha nyota yake na kuwa ya moto, alafu muziki ambao anaufanya unakuwa unapenya sana na ingia mtaani. So mara ya kwanza bana, Dula Makabila bana ametajwa sana kwenye ishu za waganga. Yani, sio mara moja, mara nyingi sana ametuhumiwa kusema kwamba ni mmoja kati ya wasanii ambao wanatembelea waganga sana sana mara nyingi. Lakini mwenyewe pia huwa kama anatia utani kwenye ile swala, lakini unajua alisemalo inawezekana likawa lipo. Sasa hapa bwana amedhibitisha kwamba kuna wale hata ambao wanaamini kwenye Mungu. Mmesikia mwenyewe akisema kwamba wewe unaamini kwenye God, alafu sasa kama vipi, tukutane wapi, tukutane sheli hii. Hiyo ina maana kwamba wewe amini hicho unachokiamini, amini Mwenyezi Mungu. Lakini mimi ambaye naamini kwenye waganga, uganga, tukutane mwisho wa safari tuone nani ambaye labda atakuwa amefanikiwa. Sasa kwa hii kauli ama kwa hizi clip ambazo umetoka kuiona kutoka kwa Dullah Makabila, unadhani kwamba iko sahihi na una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho anakisema kwamba yeye ana invest sana kwenye waganga, lakini pia watu ambao wanaamini kwenye Mwenyezi Mungu wao wakutane mwisho wa safari. Unadhani kwamba ni utani ambao unafaa kuzingatiwa na unadhani kwamba ni kauli ambayo inafaa kuwa inatoka kwa mtu maarufu ambaye pia anaangaliwa sana na vijana wengine ambao wanatamani pia kufika malengo na kufikia ndoto kama alizofikia yeye. Kusema kwamba yeye na katika investment ya waganga unamuoni gani kuhusiana na hii clip, lakini pia unamuoni gani kuhusiana na hizi kauli za Adula kwenda kwenye uh, masuala ya uchawi na waganga ambazo zimekuwa zikizungumziwa kwa muda mrefu, mpaka leo hii hapa paka. Jamani, kama ameamua kuimpress wala hilo, unadhani kwamba jamani yuko pana datania, ama kwa namna ambavyo naiona jamaa yuko serious na hiki ambacho anakisema? Maoni yako pale chini kwenye comment section.